Na sasa naomba nitamke kwamba maonyesho ya Samia kilimo biashara msimu wa nne yamezinduliwa rasmi. Tuko hapa kwenye maonyesho ya Samia kilimo expo 2025 kwa ajili ya kutoa elimu kwa wadau wote wa mbolea kuhusu upatikanaji wa mbolea zetu na ubora wa mbolea vilevile vile. Mbolea zetu ni mbolea ambazo zina kiini kikubwa sana cha asili ambayo sinasema kwamba ni organic. Na hiki kiini huchanganywa na mbolea zingine kulingana na mahitaji ya mimea pamoja na hali ya rutuba ya sehemu zinapofanyika. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuonyesha aina zetu nane za mbolea tunazozalisha hapa nchini na kuwapa uhakika wakulima kwamba mbolea zetu ziko kwenye utaratibu wa ruzuku ya serikali. Kwa hiyo wasiogope, kwa sababu ukiangalia kwa wastani ni kwamba serikali imesaidia pakubwa sana ni katika kiwango cha kati ya shilingi elfu arobaini mpaka 46, 47 mpaka 50 kwa mfuko wa kilo 50, kulingana na mbolea za aina mbalimbali. Na leo tunapotimiza miaka minne katika kuanzisha maonesho haya ya Samia Kilimo Biashara, takwimu zinaonesha kwamba kiwango cha uzalishaji kimeongezeka. Nilikuwa nasoma pale ripoti, wanatuambia uzalishaji wa mazao ya chakula umeongezeka kutoka tani mia moja na ishirini na nne mpaka takribani tani zaidi ya mia nne kwa mwaka zinazozalishwa katika wilaya ya Gairo. Lakini ukienda kwenye takwimu za matumizi ya mbolea pia zimeongezeka, mwaka ishirini na moja matumizi ya mbolea ilikuwa ni kama tani mia moja na ishirini hivi, lakini mpaka mwaka jana Tunaambiwa matumizi ya mbolea katika wilaya Gairo ya Gairo yameongezeka maradufu kutoka tani mia moja na ishirini mpaka kufikia tani takribani mia tano naomba mjipigie makofi. Hayo yote ndio ambayo yameongeza kiwango cha uzalishaji. Dhamira ya maonyesho haya na malengo mahususi hasa ni kuongeza kong mnyororo wa thamani kwa kuutanisha wadau wa kisekta kujadili na kuweka mikakati ya pamoja ya kukuza na kuendeleza sekta ya kilimo nchini na hususan katika wilaya yetu ya Gairo kwa kubalishana uzoefu, elimu na mbinu bora za kilimo. Mheshimiwa mgeni rasmi, misimu mitatu ya maonyesho iliyopita imeleta tija kubwa, kuongeza kwa kuongezeka kwa uzalishaji, kuondoa tishio la njaa na kuweka usalama wa chakula.